Kampuni ya Rotai inayojishughulisha na usambazaji wa mizani za kidigitali nchini Tanzania, imekabidhi pikipiki mbili kwa mafundi wa chama kikuu cha ushirika cha Lindi Mwambao kilichopo mkoani Lindi ili ziweze kurahisisha ufuatiliaji na utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazoweza kutokea kwa makarani pamoja na mizani kwa ujumla. Makabidhiano hayo yamefanyika katika ofisi za chama hicho mapema mwezi Novemba mwaka 2025, mbele ya viongozi wa chama hicho. Kwa upande wake afisa mauzo wa kampuni hiyo ya Rotai ndugu Musa Simba Kalumanzila alikuwa na haya ya kutana baisha. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, kukulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Uh, leo tumekuja hapa Lindi Mwambao kukabidhi pikipiki kwa vijana wetu wafildi ambao ni mafundi uh, ili waweze kuwahudumia makarani wanaopima kupitia mizani za kidigitali pindi wanapopata changamoto kwa urahisi. Kwa hiyo tunawashukuru e, chama kikuu pia na ofisi ya mrajisi kwa ushirikiano wao, basi tunaomba tuendelee kushirikiana nao kwa ajili ya kutatua changamoto zote, zote, zote zinazojitokeza hususan e, ni kwenye hizo mizani za kidigitali ambao tumezileta na rizikiwa mpya kwa ajili ya upimaji wa zao la korosho, ufuta na mbaazi kwa mkoa wa Lindi taendelea kuboresha kila siku zinavyozidi kwenda kutokana na matakwa yao, kwa sababu wao ndio wateja wetu na wao ndio tunaowategemea. Kwa upande wake ndugu Ismaili Mohamed Nalinga ambaye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha Lindi Mwambao, amekiri kupokea pikipiki piki hizo huku akishukuru kampuni hiyo ya Rotai kwa kuwajali na kuwapa pikipiki piki hizo, kwani ni kweli walikuwa na changamoto zilizokuwa zikihitaji usafiri. Tumekabidhiwa pikipiki piki na kampuni ya Rotai kwa ajili ya kuwakabidhi vijana ambao wao kwa namna na moja ama nyingine watakuwa wanafanya ufuatiliaji wa mizani katika maeneo yote ambayo tumekabidhi katika eneo letu la Lindi Mwambao. Usisitize uh, kwamba wahakikishe kwamba wanazitunza na wanazitumia vizuri kama ilivyokusudiwa, ili iweze kuleta tija katika swala zima la ufanisi wa kazi zetu. Atae kwanza tunawashukuru, ona kwa kuliona hili kwamba oh, tunawashukuru kwa kutupatia hizi pikipiki kwa sababu kulikuwa na changamoto nyingi tu ili kuwafikia wale ambao wenye uhitaji, lakini kwa pikipiki hizi nadhani ili changamoto inaenda kuisha. Nafurahia kampani za hizi za kidigitali tofauti na zile za zamani. Hizi wakati, wakati unapima zinaonyesha taarifa kila kitu, tofauti na zile za zamani kwamba ukipima mpaka ushikishike usogeze sijui mara hivi lakini hizi ukipima zinasoma moja kwa moja kwenye simu na wakulima tunarizika na, na zi wa zi kampuni hizi. Nawashukuru watu wa Rotai ambao wasambazaji wa hizi kampuni, waendelee kusambaza kila kituo, ziwepo sisi mizani za digitali. Nadhani wengi wakulima tunazipongeza, tuna, tuna kwa sababu kwa unavyopima sababu korosho, ina maana kwamba inasoma vizuri, utofauti wake uliokuwepo, kwamba hizi mzani sasa hivi kidogo, kwamba mkulima tunajiridhisha wenyewe wakulima, kwa sababu ukishaweka mzigo ukishaweka kwenye mzani unakuwa unasoma kwenye, kwenye ile kwenye keyboard pale inasoma vizuri, na kwenye simu inasoma, na wewe unywe mkulima unakuwa unaona tofauti na zamani, kwa sababu unakuwa zamani ile mzani ya zamani ukishagonga, ina maana mwingine hajui kusoma zile namba ehe. Kwa sababu sasa hivi mtu anakuwa akiziangazia zile namba zinasoma vizuri pale, mwenye anaziona zina kiki, kwa sababu standard pale kilo 81 anajua pale kwamba hii kilo 81 ina maana kwamba mkulima ashangai, eh na mtazamaji wa Faida Online TV. Kampuni hii ya Rotai imekuwa ikitatua kila aina ya changamoto zinazoweza kuwakabili wakulima hasa kuhusu mizani za kidigitali pamoja na mfumo, ili kuhakikisha kila mkulima anafurahia ya huduma yao. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Mimi naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwa heri.